Sakata la dawa za kulevya limeendelea kutikisa wakazi wa jiji la Dar es Salaam ambapo leo askari kumi kati ya kumi na wawili wanaotuhumiwa kuhusika na mtandao wa dawa za kulevya wamejisalimisha kituo kikuu cha polisi ambapo pia wasanii watano wakiongozwa na Wema Sepetu nao wameendelea kuhojiwa na polisi dhidi ya kuhusika na uuzaji wa dawa za kulevya. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Dar es Salaam ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paulo Makonda akizungumza na waandishi wa habari katika kituo cha polisi cha kati amesema operesheni dhidi ya wauza dawa hizo na wasambazaji inaendelea, ambapo amewataja askari wengine watatu wanaodaiwa kupokea shilingi bilioni moja kutoka kwa wauza dawa hizo wiki mbili zilizopita. Kwa mimi, nataka tukuwa wataarifu wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam vyombo vyetu vya dola viko imara kama ambavyo kamishina amesema, na wala hatuta sita kuchukuliana hatua sisi kwa sisi, kwa wale wanaoenda kinyume na maadili ya utumishi lakini sambamba na hilo nyinyi wananchi, mnao wajibu wa kuhakikisha mnashiriki katika haya mapambano ya madawa ya kulevya. Tukishirikiana wote kwa pamoja, tuna uwezo mkubwa sana wa kushinda hii vita, na mwisho siku hata tukienda mbele za Mungu, tutakuwa na haki na kupata yale ambayo tunastahili kupata. Sasa majina nilionayo hapa, tunaanza upande wa askari, niko na mudi zungu. Upande wa pili kuna mtu anaitwa Fazili. Lakini watatu yupo anajulikana kwa jina la Ben. Nikisema hivyo askari wanajua tu namna ya kumpata. Hawa watatu kamishna, waunganishe kwenye ile timu ya wale wengine waanze kushughulika nao. Aidha, Makonda amesema vita dhidi ya dawa hizo itakuwa ya muda mrefu na kuwataka wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa za kweli ili vyombo vya dola vichukue hatua bila kumuonea mtu a kamishna na kuongezea askari wengine watatu ambao nimeendelea kupata uchunguzi wangu na wengine ndani ya hizi wiki mbili wamechukua fedha ya madawa ya kulevya bilioni moja na wakagawana, na wanaishi kwa raha mstarehe, wako mjini hapa. Si tunapambana na rais wetu Magufuli anahangaika, madawa yaishe, askari tunaotuma wanafanya hiyo kazi. Mimi mtandao huu lazima utokomee ndani ya mkoa wangu. Kamishina wa polisi kanda maalum Dar es Salaam amesema tayari askari kumi wanaotuhumiwa kujihusisha na mtandao wa dawa za kulevya wamejisalimisha polisi na kuendelea kuhojiwa, lakini pia wasanii watano wakiwemo Wema Sepetu wameendelea kuhojiwa tangu majira ya saa tano asubuhi. Uh, hawa askari ambao kwa taarifa ambazo za uhakika ambazo, uh, mkuu wetu alikuwa amezipata tunazifanyia kazi, lakini kwa sababu kinacholalamikiwa ni jeshi la polisi, e, pamoja na baadhi ya, ya, ya watuhumiwa mbalimbali ambao baadhi yao nafikiri wameitwa leo. Kwa hiyo kimsingi tumeunda wanaita task force E, timu maalum ya kushughulika na, na hao wanaouza madawa ya kulevya. Hamisi Suleman Channel 10 Dar es Salaam.